Habari yako, naitwa Dkt Damaki, mmiliki wa Song'wa Traditional Clinic, kituo cha tiba asili kinachotibu kwa kutumia mimea asili. Watu wengi wameathirika na magonjwa kujirudia mara kwa mara, ni kwa sababu wameacha kwenye tiba mama. Tunapozungumza tiba asili, tunazungumzia tiba mama, ndio mzazi wa tiba katika afya ya mwanadamu. Tunapozungumza tiba asili, ndio tiba pekee iliyoanza kuwepo tangu mwanadamu ameweza kuwepo duniani. Maana yake kwamba ndiye mzazi wa tiba yoyote unaifahamu, kabla ya dawa zozote unazozifahamu wewe. Tiba asili ndio tiba mama. Kuna maradhi mengine ambayo yanakuwa hayatibiki hata katika tiba hizi tulizozoea, mfano tatizo la homa ya ini Hepatitis B, C Di, E, zote hizi ni aina ya virus ambao wanaoshambulia ndani ya mwili, lakini wanaambukizana kwa njia ya maji maji. Ikiwa kwamba utakutana na mtu mwenye majasho akiwa na ugonjwa huu, anaweza kakuambukiza. Lakini pia unaweza ukapata ugonjwa huu ukikutana naye na mwenzi wako akiwa na ugonjwa huu, utaweza kupata. Lakini pia akiwa anaongea mwenzi wako mate kakurukia, basi unaweza ukapata ugonjwa huu Kwa kuna namna yoyote kwenye misongamano au unakuta mtu amekaa sehemu majasho yake hafuna ukakaa pale yale majasho ukayapata, bado unazojikuta ukaingia kwenye ugonjwa huu. Kwa hiyo tukushauri, kama wewe una changamoto ya ugonjwa wa homa ya ini, kama ilivyosema ugonjwa huu unaambukizana kwa njia ya majimaji. Watu wengi wanasema mimi nataka kwanza mahusiano ya mwenzi wangu, lazima nimpime Ukimwi. Saa utampima Ukimwi, homa ya ini umempima? kwa sababu utapima utapimauka pima bado utakuta uko kwenye hatari vile vile. Kwa hiyo tukushauri kama inawezekana, basi naenda kapime then uchome chanjo ili usipate maambukizi. Lakini kama unataka pia kwa kama umeshakwisha kupata maambukizi, tuko na dawa yetu inaitwa Magida, tuko nayo hapa, ambayo hii dawa ya Magida ni ndio dawa pekee ambayo inatibu tatizo la homa ya ini. Hii inatibu jamii nzima ya virus na baada ya kutumia dawa kwa muda wa siku kumi na nne utakaa siku saba, then utaenda kupimwa na utakutwa huna maambukizi ya ugonjwa huu. Na baada ya kutambulika una maambukizi haya, watu tuliowatibu wakapona tumewashauri baada ya hapo waweze kuchoma chanjo ili wasiweze kupata maambukizi tena kwa sababu gani? Kwa sababu kama wewe ulikuwa na maambukizi ya homa ya ini lakini bado ukawa wewe una, una, una, ukajoka jitibu ukapona ukarudi kwenye jamii ile ile, halafu bado wale watu ambao ulikuwa huko nao karibu, mwisho wa siku watakuambukiza tena. Na ndio maana tumesema kwamba unapokuwa na changamoto hii tukekupa tiba sisi, baada ya kupona, watu tuliowatibu tunawashauri wakachome chanjo ili wasiweze kupata maambukizi tena. Kwa kama una changamoto ya homa ya ini ambayo inatokana na virus hepatitis B, C, D, E zote, tunatibu dawa yetu ya magida, lakini homa ya ini pia iko ya aina ya pili ambayo inatokana ina, ina, inatokana na inatokana na lifestyle lifestyle, maana yake ni maambukizi ambayo yanatokana na mfumo wa maisha ambao wewe mwenyewe unaishi labda kwamba homa ya ini umeipata kutokana na uvutaji sigara, homa ya ini umeipata kutokana na utumiaji pombe kupita kiasi, homa ya ini umeipata kutokana na utumiaji wa dawa kemikali kwa muda mrefu, homa ya ini hii ya kawaida umeipata pengine kutokana na kumeza kula sumu bila kujijua au homa ya ini kama ipata kwa sababu niwekewa sumu, hii tunasema ni homa ya ini ambayo imetokana na mfumo wa kawaida. Na hii hauwezi ukaambukizwa, maanake umeipata kwenye mfumo wa maisha ambao wewe mwenyewe unaishi. Sasa hii dawa itatoa homa ya ini ya kawaida tuko nyingine, na tiba yake nyingine inaitwa Nkanya Plus ambayo yenyewe inatibu homa ya ini hii tunasema ni ya kawaida, lakini ile ambayo imetokana na virusi tunayo inaitwa Magida ambayo ndio inatibu homa ya ini itokanao na virus, ambayo ni Hepatitis B. Kwa hiyo sasa basi tukushauri kama una changamoto ya tatizo hili, iwe homa ya ini ya kawaida au ya hepatitis, basi uweze kufika kwenye kituo chetu, utapata tiba ambayo ya kupona na si kutuliza au kuendelea kutumia dawa za kuendelea kupunguza makali tu bila kuondoa tatizo. Watu wengi wamedanganyika, mtu anakuambia kwamba tutakupa tunakupa sui supplement. Supplement au virutubisho, tuseme virutubisho. Mara nyingi tumekuwa tukishauri kwamba ni vizuri vikitumika mtu ajapata maambukizi, lakini kama una maambukizi, maanake inahitajika ni tiba ya kuondoa maambukizi kuliko kuendelea kutumia tu virutubisho tu badala ya kuondoa tatizo. Ni sana mtu ambaye tumzungumzie, ambaye ana changamoto ya matatizo ya macho, haoni Eiza macho yake yamekuwa na changamoto ya kutokuona vizuri, halafu leo unamshauri atumie chicha mboga za majani kwa ajili ya aweze kuona. Hawezi akaona kama tayari ameshapata matatizo ya macho, lakini unauweza kumshauri atumie mboga za majani ili asipate matatizo ya macho. Kwa hii ndo maana ya kutumia virutubisho, utumie kabla haujapona. Kuna changamoto hiyo, fika kwenye kituo chetu utapata tiba. Lakini pia wale ambao na changamoto ya tatizo la PID na fangasi kijirudia mara kwa mara, inapelekea ugumba, kushindwa kupata watoto, basi wafike kwenye kituo chetu waweze kupata tiba itakayoweza kumaliza moja kwa moja. Lakini kuna watu pia ambao wamekuwa wanashindwa kusafiri na wenzi wao katika safari, kwa maana ya tendo la ndoa. Unakuta mtu anaanza safari moja, dakika mbili amefika safari yake, lakini unakuta mtu mwingine hata hata kuanza safari tu, unakuta hawezi kabisa kusafiri na mwenzi wako tukushauri utumie dawa yetu ya nkamba ambayo itakurudishia heshima yako mwanaume. Na hii mara nyingi inatokana na watu kutumia kujichua, kujichua inapelekea ile mishipa kuathirika, inapoathirika ambayo ndio sense ambayo inakupelekea taarifa kwenye ubongo inakuwa ifanyi kazi ambavyo inavyotakiwa. Kwa hiyo mwisho wa siku inapelekea mwanaume huyu anakuwa apati zile halisia hisia zake katika safari kwa hiyo mwisho wa siku unaweza kushindwa kuheshimiwa katika familia. Na ukumbuke, mwanamke usipomsafirisha naye katika safari yake ambayo na yeye akafika kama ambavyo wewe unavyotarajia huo, wanatengeneza kisirani cha ajabu sana, na kisirani hiki kinaweza kupelekea hata mkashindwa kuelewana kwenye familia, na ndipo hali ya michepuko inapojitokeza. Kwa hiyo, tukushauri kama una changamoto hii kwenye ndoa yako, kwenye mahusiano yako tumia dawa ya mkamba, ambayo hii ni tiba na sio booster. Hii ni tiba ambayo itaimarisha uwezo wa wewe uweze kulinda ndoa yako, familia yako. Lakini pia kama wewe una changamoto pia ya pengine umezaa ugonjwa wa mshipa wa ngiri, ambayo umepelekea maombi yako yamesinyaa na kuwa madogo kama ya mtoto, kwa sababu ya mshipa yako imeathirika na bakteria wa mshipa wa ngiri na kupelekea maombi yako madogo, tukushauri tuwe dawa yetu ya nzobe ambayo itaweza kumaliza changamoto hii kuweza kurudi kwenye heshima yako, maumbili yako yawe sawa kama mwanadamu mwingine alivyo sawa. Lakini kama una changamoto pia ya kisukari, pengine kongosho wako alifanyi kazi ya kuzalisha homoni ya insulin, na insulin ukontrol sukari kwenye mwili wako kwa kawaida, tukushauri utumie dawa ya ntunde au ya Song'wa ambayo inatibu kongosho ili kongosho liweze kufanya kazi ya kuzalisha homoni ya insulin na insulin iweze kukontrola sukari kwa mfumo ambao Mungu ameweza kuweka. Lakini kuna watu ambao wanateseka na matatizo ya kansa saratani yetu mchosi plus ambayo inatibu tatizo hilo kupona, na tumezungumza saratani ni tazo la chembe chembe hai za mwili kuzaliana nje ya utaratibu, na hii yawezekana ni kwa sababu tu pengine imeleta athari yoyote kwenye mwili za uvimbe au kula mafuta mengi au changamoto nyingi, na kupelekea chembe chembe hai za mwili zikabadilika tabia na kuanza kuzaliana nje ya utaratibu, na ndipo saratani inapojitokeza. Tukushauri kwa tatizo lolote ambayo linakusumbua, tutembelee Song'wa Traditional Kliniki. Uweze kupata huduma na usiweze kuteseka tena. Kwa msaada na ushauri, tutembelee kwenye website yetu au kwenye mtandao wetu wa kijamii kama unavyoziona pale ili uweze kupata tiba itaweza kumaliza tatizo na si kutuliza. Afya yako, jukumu letu.